E, kwa kweli ndugu mwandishi wa habari, gari lilipoanza kuja na mwendo wa kasi kutoka kule juu, kulingana na mteremko ulivyokuwa mkali, lilikuja likapaa juu ya huu mti unaoona, hata haujaugusa wala haujavunjika. Hata huu milingoti unaoona hapo uliokatika tu incha, lakini hata haujavunjika. Lilikuja moja kwa moja likatua hapa, maeneo haya hapa lilitua, lilitua hapa Yani ilikuja, ilikuja kwa mbele ikatua hapa, alafu ikajirudi ikaji, ikajifanya yani, ikaji, ikajikunja ikaji, baada ya kujikunja, baada ya kujikunja, basi viti vyote vikawa vya gari vimetolewa nje, lakini ndani hakuna mtu aliyetoka nje na dirisha. Watu wote walikuwa ndani, wale wanafunzi pamoja na mwalimu wale, wale walimu pamoja na driver. Basi ndiko ajali tumeona imetokea, watu wengi walifariki hapa na kwa kweli tumeona shida kubwa katika maeneo yetu haya, kwa kuwa sisi ni wakazi wa kata hii. Shida tunayoona kubwa ni kwa kulingana na utaratibu wa hata serikali kwa ajili ya mteremko huu mkali, hizi alama za barabara hata barabarani hata hazijawekwa vizuri kulingana na huu mlima. Kwa mfano kama nguzo moja leo ndio tumeona imewekwa pale pale juu, ambayo imeandikwa spidi spidi 50 Ningeshauri pia hata serikali kwamba ile spidi 50 isingetakiwa kwa maeneo haya, yangefanyika hata spidi 30 kulingana na jinsi jiografia ya barabara ilivyo. Hivyo basi nilikuwa na shauri pia kwa, kwa niaba ya diwani. Hata diwani leo amepata taarifa hii wakati nyewe mnakuja, nimempigia simu, ameniomba pia nitoe angalizo kidogo hata kwa serikali, awashauri hata madriver, mara nyingi wanaoteremka na spidi, wengine wanaweka nyutro, na ni jambo ambalo halitakiwi, kiasi kwamba inaweza ikaleta hatarishi kwa maisha ya wanadamu. Kwa mfano sasa, janga kubwa tulilolipata hili, hii ni janga kubwa kwa taifa letu. Tumeangamiza familia nyingi kwa wakati mmoja, pasipo kujua tatizo ni nini. Labda angalau mabomba yangewekwa kutokana na mlolongo wa barabara yetu ilivyo na huku ni korongoni upande huu wa chini, angalau serikali tuiombe tu tusaidie kuweka mabomba yale ambao angalau hata gari itakapofeli kwa bahati mbaya iweze watu waweze kunusurika. Kulikuwa ni kufika huku korongoni bondeni kabisa, watu wakaangamia. Ni vizuri yale mabomba yanaweza kazuia zuia gari hata angalau spidi ya gari kapo ikapungua ikaweza kuokoa maisha ya wanadamu. La pili, ndugu mwandishi wa habari, pia napenda na, na kulizungumzia tofauti na hili ajali kubwa ambalo ni janga la taifa tumelipata hapa, tumepoteza watoto wetu, ndugu zetu wameangamia hapa. Pia vilevile ninaomba hata hii pia ifikie hata serikali yetu. Kwa mfano, kilima tembo hapo chini hapa licha mlima huu wa Marera, kilima tembo wakati unapanda kilima tembo ni sehemu hatarishi, imemaliza watu wengi pale. Magari yanaharibika yanateremka kwa spidi kubwa, yanapaa kwa juu, yanachukia kule. Sehemu moja inaitwa kilima moja sasa ningeshauri pia serikali maeneo yote haya yote ambayo ni maeneo hatarishi yawekewe mabomba mazito, ambayo gari inaweza ikafeli, kwa bahati mbaya driver akajitahidi kuegemeza upande huu hata mabomba, angalau gari isilete spidi kubwa na kuhatarisha maisha ya watu wengi. Huu ni ushauri ambao napenda kuutoa hata kwa serikali, kusudi ione tu kwamba maeneo yote haya hatarishi serikali iweze kutusaidia. Kwa hiyo hapa tumepoteza kwa takriban ni watoto 33 kama ilivyosemekana, na walimu wawili na, na dereva mmoja. Kwa hivyo, nilikuwa naomba hao watu, kama ingelikuwa kuna usio kama huo mapema, hili tatizo nafikiri tungeweza kulisolve kabla hata haijakuwa kubwa kiasi hiki. Kwa hivyo ni ushauri wetu sisi kama wakazi wa kata ya Rhotia pia, kwa niaba ya mheshimiwa diwani, ninataka niseme hayo machache kwamba kwa kweli ni ushauri tunaotoa kwa serikali itu, ituangalie. Lakini pia vile vile, namshukuru mheshimiwa rais wetu jasiri. Rais wetu pia ametuma salamu kwa mkuu wetu wa wilaya ya Karatu, na sisi pia tunapenda pia kumshukuru kum, na kumpongeza. Situlifikiri ametusahau rais wetu, ametukumbuka maanake tulikuwa naye kipindi kile cha kampeni, hatujaweza kukaa naye, sisi kule ni mbali, hatuwezi kukaa naye lakini ametukumbuka sisi tuliokuwa huku Karatu. Tunampongeza kwa ujasiri ulionao, pia tunamwomba awe na moyo huo huo, na pia ni bila kusahau mheshimiwa makamu wa rais Samia, Samia Suluhu Hassan aliyetoa ushirikiano mkubwa kuja kutusaidia kushirikiana nasi katika ule uwanja wa Sheikh Amri Abeid Arusha, kushirikiana nao katika swala zoezi nzima kuaga miili ya wale marehemu na kwa, kwa ujumla wake pamoja na msiba uliotupata katika taifa letu hili. Hivyo basi ninaomba tu niseme maneno machache kwamba, e Mwenyezi Mungu ndio ametupatia wale watoto na Mwenyezi Mungu ndio amewachukua, lakini kabla sijasema neno moja, ninaomba wote tulioko mahali hapa katika eneo hili la tukio, katika shimo hili la la la la la la tunaita gashimo la, la mzee Karani lina historia sana. Ni mwandishi historia ya kwa nini tunaita hili shili Korongo la Karani, miaka ya 60 na kitu huku nyuma, wakati sisi tukioa wa, wadogo, mzee Karani aliwahi kuingia, ndio mwanzilishi wa kuingia katika Korongo hili na gari lake, gari lake aina ya Land Rover 109 alipoingia huku ndio tukakasemekana tuka, ni shimo la Karani, mpaka leo tunaita ni Korongo la mzee Karani. Hivyo basi ningeomba hiyo ni historia fupi tu ya korongo hili. Sasa ningeomba basi, kwa kuwa tuko hapa, kinamama wako pale, vijana wapo, wazee wapo, ningeomba kwa dakika moja wote tuinamishe vichwa chini, angalau tuwaombee marehemu hawa Mungu ili aweze kuwapata mahali pema peponi. Naomba mwenye kofia avue kofia yake, tuinamishe vichwa vyetu chini kama kuonyesha dalili ya husuni kubwa katika msiba huu uliotupata, kwa sababu ni janga kwa taifa letu. Amina. Jina naitwa Bura Aibuha, ni afisa mtendaji wa kijiji cha Marera, kata ya Rotia, tarafa ya Mbulumbulu, wilaya ya Karatu, mkoa wa Arusha. Kwa kweli siku ya tukio hili mimi nilikuwa mbali kidogo, lakini pamoja na hivyo, wakati nilipofika hapa nili, nilipofika kulikuwa na simanzi na majonzi, watu wanaendelea kugaragara na wengine wanaendelea kulia, na maeneo haya watu walikuwa wamejazamana, si magari, si pikipiki, si, bi, si watu. Na kwa kweli tukio hili linaumiza sana na kimetumiza mno, kwa sababu haya magari hata wakati wanapita watu walikuwa wanashuhudia. Mimi nilisikia na nilikuta mikononi masikioni mwa watu. Hivyo basi, kwa ujumla, nilipofika watu wameshaanza kutoa miili na tayari polisi wameshachukua miili ya watu kwenda kwenye maeneo husika, mochwari na wengine kwa kuwapeleka hospitalini kwa wale majeruhi. Hivyo basi, ningeomba sana sana, kwa sababu hili limetumiza, si Rotia si Marera na wala ni nchi nzima na nje ya nchi ni tukio linaloumiza, kwa sababu hao vijana ni wataalamu wa vizazi vijavyo. Kwa hiyo wamepoteza maisha kwa wingi wao, na niseme kwamba tatizo hili lilituumiza sana. Vile vile, mimi ningeshauri tu, kwa sababu haya yote yamekwisha tokea, na nikipita mabarabara nyingi ambazo zimezalami na pembezoni mwa barabara, ingejonga vizuio fulani, angalau hata heshima fulani inaonyesha kwamba maeneo haya ni hatarishi na vilevile madereva wetu, ili hao wataalam wafahamu kwamba maeneo haya wangeenda kwa spidi ndogo badala ya kwenda spidi kubwa. Kwa hiyo ile tatizo limeumiza, na mimi binafsi mpaka wa leo nina hofu kubwa tu kwamba hata maeneo haya kuna watu wanachunga pembezoni mwa barabara, kwamba tabia hizi watu waache, na serikali ichukue hatua kuweka hivyo vizuio maeneo haya hasa hii uh, ya, kwenye maeneo haya yote ya mlima. Mtangazaji, mimi sina mengi kwa kweli kwa sababu hili limetumiza mpaka sasa hivi watu wameendelea kuumia. Asante mwandishi wa habari kwa jina, mimi naitwa Patrick Kisaria ni mwenyekiti wa kijiji cha Marera ambao kulitokea ajali. Nakumbuka siku ya tarehe sita kwenye saa tatu asubuhi gari lilitokea huko juu lilikuwa limebeba wanafunzi basi kwa ushuhuda pale niliopata kituo cha juu, wanasema dereva alipita na mwendo kasi. Baadaye gari lilipofika hapa katikati likakosa mwelekeo, likapata spidi, likaanza kuyumba. Baadaye dereva akashindwa kulimudu, hatimaye gari likapata nguvu, likaja likaruka kwa hapa kwenye mti huu, likaja likaruka kama ndege, wala hakukanyaga chini, likaja likagonga kwa hapa, likagonga ile ukuta, likarudi hapa chini. Basi sisi tulikuwa watu wa mwanzo mwanzo, tulilikuta wengine wamening'inia, ajali tayari limesha tokea. Korongo hili kama lingekuwa lingesogea pamoja, ni kama gari lile lingevuka sasa, nipana, kwa sababu sasa korongo ni pana, likashindwa kuvuka. Kwa hiyo basi tukawakuta wale wanafunzi wengine, kama mwalimu akawa amening'inia pale karibu na dirisha. Tukaanza kuwatoa, viti vyote vimevunjika, watoto wote ni marehemu. Tukaanza kuwalaza pale juu, tukawa tunatoa watu wengi sasa wakawa wamekusanyika, tukaanza tukawatoa tuka pale juu, tukisaidiana na polisi wa Karatu. Kwa hiyo wananchi walikuwa wengi, tukasaidiana tukawatoa, basi miili ya marehemu ikaanza kutolewa hapa. Basi ushauri wangu, naomba Rais Magufuli kama alivyoanza kudhibiti vyeti feki, naomba pia aanze kudhibiti hata malese feki, kwa sababu kuna madereva wengine wanapitia mlango wa nyuma wa kupata leseni. Mtu ana uzoefu, kesho ni dereva, anasafirisha mara kwa mara, wanahatarisha ajali, pamoja na kwamba kuna alama za barabarani. Alama ziwekwe hapa juu. Nimeona pale juu leo wameweka spidi hamsini. Mimi naona kwa mlima huu hata hamsini ni kubwa, waweke hata 30. Pamoja na hayo, najua madereva hawatazingatia alama za barabarani, basi hata jeshi letu la polisi au matrafik barabarani watafute hata namna ya kudhibiti hawa madereva kwa sababu hata kuweka alama za barabarani hawazingatii. Weo nawaambia hamsini yanaweka hata mia. Kwa hiyo hilo ndio ushauri wangu.